Nashukuru kwa wakati wako na wasaa wako na vivyo lako. Profesa, kwangu ni abdha ya pekee, lakini pia ni sudi kukutana na wewe, miongoni mwa maprofesa ambao ni ajwadi katika taaluma yetu hii ya Kiswahili, hasa katika uga wa fasihi ya Kiswahili kwa ujumla. Nimefurahi kupata nafasi hii binafsi. Uh, nina mambo machache natamani kufahamu. uh, tukiangalia kwa kipindi hiki ambapo vijana wengi wahitimu wa vyuo vikuu wamekuwa na mashaka mbele, wanaona giza wanapoelekea kuhitimu, na wale waliohitimu tayari ambao wako mtaani, kuhusiana na swala zima la ajira uh, lakini ukilinganisha pia na swala zima la serikali, kwa namna ambavyo wameelezea, juzi wametoa tangazo kwamba ni vyema vijana wakajiunga na VETA kupata mafunzo ya amali zaidi ili waweze kujiajiri na, maana kuna namna kama kuna wimbi kidogo la uhaba wa ajira nchini. Sasa upi ni ushauri wako au nasaha zako kwa vijana ambao wanategemea kuhitimu na wale ambao wamekwisha kuhitimu tayari? A ah, asante sana. Hili la, la Veta unajua lilitolewa kama utani. Yule dada yule aliyekuwa mbele ya waziri mkuu yeye yeah. alisema yeah, kwamba baada ya kumaliza shahada yake alienda VETA na nini, alafu waziri mkuu akatupa tu kama kauli. mm -hmm. si, yeah. ah, tu kwamba mwende VETA bwana, mwende VETA kama ikapitishwa, lakini naona sio kupitishwa, yani aka sidhani kama alimaanisha hasa kwamba jamani, mshamaliza vyuo vikuu wote mwende VETA, hapana. Lakini alichukua ule kama mfano tu kwamba mwenzenu huyu amesema alipomaliza alienda VETA. mm -hmm. kama mnaweza mwende VETA lakini sidhani kama ni, ni, ni sera ezo kabisa. Swala so, la ajira ni ngumu kidogo. Uh, enzi zetu sisi tuliajiriwa moja kwa moja baada tu ya kumaliza kumaliza chuo, tena tulikuwa tunagombaniwa. Lakini sasa hivi uh, idadi ya watu imeongezeka idadi ya wasomi imeongezeka. Mimi nadhani ni vizuri watu wenyewe vijana wenyewe ndiye, ndiye Huwa wabunifu kwa mfano e, wewe huo ni ubunifu mnaofanya kama mtatumiaje mitandao ili kwanza kusambaza jumbe fulani au jumbe fulani, lakini wakati huo huo kujitengenezea kipato ambacho hatimaye kitakuwa kita kinaingia cha kutosha kidogo. Kwa hiyo ni vizuri ni, ni, halafu vilevile nimeona hapa Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira vijana wana, wana vimiradi vidogo vidogo, utakuta mwingine anauza biashara vidogo sasa okay. E, hiyo ni kujituma na kufikiria mbele kwamba sasa mtakapomaliza chuo ntafanya nini? E, kwa hiyo hiyo ni njia mojawapo. Ya pili ni kutumia mitandao kutafuta fursa. Sasa katika mitandao, mimi nimeshawahi kusafiri hatakeshuvutwa Jumanne na safiri Marekani ni, ni, ni, ni, ni mambo ambayo yametokana na mitandao tu, kwamba niangalia kwenye mitandao unahitajika hiki, unahitajika kumbe, hiki unaweza kufanya hivi. yeah, yeah. Kumbe, kumbe unaweza hata kufanya kilimo, pamoja na kwamba watu wanaogopa masuala ya kilimo. Kumbe unaweza kufanya kilimo cha mboga mboga ambazo hazihitaji eneo kubwa na nini. Ni kiasi cha mtu ku kujitoa na ku wakati mwingine wana... wanasema kujitoa ufahamu yeah. E, usiogope kuonekana kwamba wewe au kueleza kwamba mimi nashughulika na kilimo mm. au cha mboga mboga yeah, au nice. Ufugaji wa samaki au nini e, lakini vilevile vile katika maeneo yetu, kwa mfano, mimi nitatoa mfano wa Kiswahili tu katika Kiswahili mtu unaweza kutumia hicho hicho Kiswahili okay. ukajiendeleza vizuri sana tu, mambo ya tafsiri, mambo ya ukalimani, mambo kozi zinatolewa zina, zina, zina okay. Sasa mtu ni, ni muhimu mtu aseme a..., bwana ngoja nijitolee nitafute pesa niende hmm, nikahudhurie nika kozi ya ukalimani inayotolewa na Bakita kabisa, eh? ukienda u... ukahudhuria ile kozi ya ukalimani na cheti unakipata na nini, alafu unajiendeleza naweza kutumia hiyo kama njia exactly, njia ya, ya, ya kutokea hiyo. Kwa hiyo ajira, tusije tukafikiria tu, si, tu, tuka tu kwamba ni ile kwamba umeajiriwa na serikali umemaliza, yeah. serikali unakaa kwamba serikali bana iliajiri, hapana. kwa <laughs> Pas, siku hizi sio hivyo kama, ni, mm, zimebadilika kidogo ni kidogo. mtu mwenyewe kuwa mbunifu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa hizo ajira kufuatana uh, yes, na eneo lako la, la, la, kama ni lugha nimetoa yes, tu mfano, kwa sababu mimi ni mtu wa Kiswahili yes, lakini nadhani hata katika maeneo mengine mtu bado, watu wanaweza kuwa wabunifu na kuangalia ni kwa vipi wanaweza wa, wa, wapate wa, wa, wa, wa, watengeneze fursa za, za kujikomboa, kwa sababu yes, kama tutaendelea, vijana wataendelea kusubiri ajira za serikali ndio itachukua muda. Hata walimu wenyewe siku hizi, hata wanajeshi na mm. mtu amemaliza jeshi ameenda aa kuhusu wanajeshi, lakini anaambiwa rudi nyumbani, hakuna. Ni kiasi cha kuwa wabunifu, wa, wa kwa mitandao ku, kuwa na mtandao, sio mtandao tu wa kwenye kompyuta au nini, lakini hata mtandao wa, wa, wa watu Ise hapa, kuna hivi, mnafanyaje? Anasema uh, connection, connections. <laughs> Eh. Au, au, yeah, ni connection. Kuna nani nyingine, neno lingine linatumika badala ya connection? Lakini kuweza yeah, kukutana uh, na watu mbalimbali na kuuliza bwana, ikoje hapa, mnafanyaje hapa, mnafanyaje, nadhani hatimaye mtu ana, ana, ana, anaweza kufanikiwa akifanya hivyo. Nashukuru sana Profesa kwa nasaha zako na kwa maneno yako. Nadhani hata vijana wenzangu wanaofuatilia sasa hivi wataweza kujifunza, kumbe tunapaswa kuwa wabunifu, lakini uh, tuweze kutengeneza, tutengeneze mahusiano ya watu, maana mtaji wa mtu ni watu. Unapokuwa na watu, ni rahisi kuweza kupata mambo mbalimbali na wakaweza kujiendeleza, tusisubiria ajira, profesa anasema. Lakini pia tuitumie mitandao yetu ya kijamii kwa njia chanya na sio njia hasi. Mm, mm, kutafuta maudhui tutengeneze kama maudhui ya kielimu, lakini na shughuli nyingine mbalimbali, profesa anaendelea. Kwa masuala mbalimbali ya kielimu, tunaweza tukafikia kule tunapohitaji. Nashukuru sana profesa kwa muda huu, asante nah, sana, nashukuru.